Naam, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club baada ya kujenga kikosi na kusajili wachezaji wengi kwenye dirisha dogo hili la 2025, 2026, 2027 kwa ajili ya kuimarisha kikosi hicho kuelekea kwenye michuano ya Ligi ya mabingwa barani Afrika na pia kwenye NBC Premier League, hapa tunazungumzia ligi kuu ya Tanzania. Lakini kitu ambacho kimemeki headline na kimebamba sana mitandaoni ni baada ya Simba kukamilisha dirisha dogo kwa mchezaji Ino Sospin Loemba, ambaye ni balaa bala jipya, ambaye limekuwa limetua hapa jijini Dar es Salaam na nchini Tanzania kwa ajili ya kuanza kazi na wekundu wa Msimbazi. Sasa Simba wameachia listi, tunayo hapa Tubone Media. Pia tutamchambua huyu mchezaji wa mwisho hapa hapa Tubone Media, na yote tutayapata kupitia hii channel. So, hakikisha tu umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hivi ndo vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media. Ukisubscribe na kubonyeza alama ya kengele itapendeza zaidi, na utakuwa wa kwanza kupata video kali kutoka kwetu na kwenye dirisha dogo la 2026 2027 ambalo limefunguliwa na shirikisho la mpira ila hapa tunazungumzia TFF kwa ajili ya vikosi kuimarika na kuingia sokoni kusajili wachezaji ambao wataweza kuwasaidia kimataifa na kwenye ligi ya NBC Premier League. Sasa Simba Sport Club wameingia sokoni na kunasa saini za wachezaji nguli na wachezaji maarufu hapa Afrika. Sasa mabalaa majipya yamekuja hapa Tanzania. Sasa tunaanza kuchambua mmoja mmoja baada ya mwingine kwenye sajili mpya za Simba Sport Club na tukianza na huyu ambaye wanaita balaa jipya mjini ambaye ni Ino Sospin Loemba. Huyu ni ametoka klabu ya Colombini Sport ya kule Kameluni na pia ni raia wa Kongo na ana umri wa miaka 21 na nafasi anayocheza ni kiungo mshambuliaji. Hili ndo balaa jipya ambalo limetua hapa Tanzania. Ino Sospin Loemba, kama unavyomuona koo, tutarajie mengi sana kumwona kwenye ligi kuu NBC premier League akiwa na, we, na wekundu wa Msimbazi. Lakini mchezaji mwingine ambaye amemsajili Simba Sport Club ni Innocent Aula kutoka Gnistan ya Finland kule. Simba wamevuka mipaka mpaka Finlandi. Na huyu ni raia wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 26, lakini nafasi anaocheza, anaweza kucheza wing, wing back, yani anamaanisha, yani winga zote mbili ya kushoto na ya kulia, lakini vile vile anaweza kucheza kama attacking midfielder yani manake ni namba 10 huyu. Lakini mchezaji mwingine ambaye wamemsajili Simba Sports Club ni Ismail Tule na huyu ni kutoka Stellenbosch ya kule Afrika Kusini ambaye amekuwa ni pendekezo la kocha mpya ambaye alitokea naye Stellenbosch Steven Baka kule Afrika Kusini, na amemleta mchezaji kutoka Stellenbosch ambaye ni Ismail Tuli mwenye umri wa miaka 28, lakini nafasi anaweza kucheza ni beki wa kati. Maana Simba Sport Club ukianza kuangalia hapo nyuma walikuwa wanasumbuka kupata mabeki wa kati lakini mtu ambaye anakuja kuziba pengo ni Ismail Tule kutoka kule Stellenbosch bolchi. Lakini balaa jipya lingine ambaye wanasema anadaka mpaka Zambia ni Jibril Kasal ambaye amekuwa ni goalkeeper kutoka kule Nigeria na amesajiliwa kutoka Nigeria, na bila kusahau ni mlinda mlango namba moja kutoka kule Nigeria anaitwa Jibril Kasal ambaye ameshaanza kwanza kazi na wekundu wa Msimbazi na ameanza kazi yake kwenye ligi ya mabingwa barani Africa, ambaye alidaka dhidi ya mchezo wa Experience de Tunisia kule Tunisia. Na ingizo jingine ni Dickson Kibabage, ambaye wamemsajili kutoka Singida Black Star, ambaye nafasi yake anacheza anacheza fulbeki ya kushoto. Aa, huyu ni Dickson Kibabage na mtu mwingine ambaye amelejea ambaye ni Mkongwe, ambaye wanamuita Mkongwe kutoka pale Simba ni Clatus Chota Chama ambaye amemsajili kutoka Singida Black Star, Chama mwenye uwezo mkubwa ambaye amefanya mambo mengi sana ya ya wachezaji ambao wamesajiliwa na Simba Sport Club kuelekea dirisha dogo msimu wa 2026 2027. Sasa wewe mpenzi mtazamaji je, unasemaje kuhusiana na wachezaji hao? Drop hapo comment na tutajie mchezaji wako pendwa kwenye sajili ya Simba. Je, wapi Simba wamelamba dume? Nitasoma kila comment, drop comment hapo chini. Tukutane kwenye video nyingine. Bye bye.